Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na playlist yetu ya kujifunza MySQL na SQL kwa ujumla. So video hii ya leo acha tuzungumzie kuhusiana na SQL. Je, SQL ni nini? Tumesema kuwa kuna utofauti baina ya MySQL na SQL. Na katika video za awali kabisa tuliweza kuongelea jambo hilo na tukapeana utangulizi kidogo. So leo wacha tuangalie kidogo kiundani kuhusiana na hii SQL. So SQL sio kingine, ni lugha ambayo inatumika kuweza kuwasiliana na database. Unapohitaji kuweza kuingiliana na database, kama unahitaji kuvuta data, unahitaji kuingiza data, unahitaji kuweza kutafuta data fulani katika database yako, unahitaji kuweza kuedit, kuupdate data zako ambazo zimo katika database basi tunatumia hii lugha ya SQL ndio ambayo itatuwezesha sisi kuweza kufanya vitu kama hivyo katika database zetu. Kwa mfano, let's say upo na duka ambalo umehifadhi taarifa za wateja wako kwenye database. Tayari umetengeneza database yako, umehifadhi taarifa mbalimbali za wateja wako katika hiyo database. So ili basi uweze kupata kutumia hiyo database yako kwa kuweza mfano kuuliza na kuweza kupata data, let's say unahitaji kuweza kupata wateja wangapi walionunua bidhaa siku ya jana, basi unaweza kutumia hii language ya SQL, ukaweza kuvuta data zote ambazo zinahusiana na iko ambacho umekiuliza ambacho unakihitaji. Lakini vile vile, kwa mfano, pengine unahitaji kuingiza data nyingine katika database yako, unaweza kutumia hii language ya SQL kuweza kufanya hivyo, kuweza kubadilisha namba ya simu ya ya mteja mteja, mfano pengine mteja akabadilisha namba ya simu, unaweza pia kutumia hii SQL kuweza kufanya hivyo. So SQL ni lugha muhimu sana katika kuingiliana na data ambazo tunakuwa tunahifadhi katika database yetu ambazo tunatengeneza. So, jinsi gani ambavyo SQL inavyofanya kazi? SQL hufanya kazi kwa kuweza kuandika queries. Kuna hili neno queries utakuwa kilisikia mara kwa mara katika playlist hii. So inatumika kuweza kufanya kazi kwa kuweza kuandika queries, ambazo ni sentence maalum zinazoiambia database kitu gani cha kufanya. Kwa mfano hapa kuna hii query ambayo tumeandika. Kuna hili neno select, alafu kuna alama ya asterisk kinyota, alafu kunafata neno jingine from, alafu kunafata customers. Takuja kujifunza hizi queries, hizi command moja kwenda nyingine. Leo just na kuonesha tu mfano ya query hapa ambayo hii inakwenda kuselect all from customers. Let's say hii customers ni E, table yetu miongoni mwa table ambazo zima katika database fulani ama ile database ya duka letu kuna hii e, table ya customer. Kwa hiyo hapa tunaenda kuselect kuvuta zile data zote kutoka katika table hii ya customer. Ndo query hii kitu ambacho inakwenda kufanya. Utakwenda kunielewa zaidi utakapoanza kujifunza query moja kwenda nyingine, command moja kwenda nyingine. So SQL kumbuka haizingatii herufi kubwa ama ndogo tunasema sio case sensitive. Kwa hiyo unaweza kuandika kama hivi select uh, asterisk from customers, na ukaandika pia select kwa herufi kubwa ukaandika nyota uh, from ukaandika kwa herufi kubwa ukamalizia na jina la table yako bila shida yoyote, na hizi zote mbili zinafanya kazi sawa. Lakini utamaduni mzuri na ndio ambayo inashauriwa tuweze kutumia herufi kubwa kwa kamandi za SQL. Tukiongelea kamandi za SQL ni hizi: select, from naona zimetumika herufi kubwa hapa, basi inashauriwa iweze kufanya hivyo, yani tuweze kutumia hizi herufi kubwa katika kuandika kamande za SQL. Na kuandika mfano table a name, unaweza kuandika tu kwa herufi ndogo, hakuna tatizo lolote ama jina la ya database, unaweza kuandika tu kwa herufi ndogo, haina shida yoyote, lakini ni vizuri kuweza kuandika kwa herufi kubwa hizi kamande zetu za SQL, japokuwa utakapoandika kwa herufi ndogo, haina shida yoyote, itaweza kukubali bila tatizo lolote. So, na kuhusu semicolon, tunafahamu kila unapomaliza statement unapomaliza unatakiwa ufunge kwa semicolon katika SQL, lakini baadhi ya database mfano MySQL ambayo tunatumia sisi hazihitaji semicolon mwisho wa kila command. Lakini sasa ni utaratibu mzuri wa kimataifa ambao umepitishwa kabisa standard kuweza kuweka semicolon ili basi kuweza kutenganisha command hasa pale unapoweza kuchanganya query nyingi sehemu moja, mfano umeandika query zaidi ya moja. Sasa ni vizuri kuweza kuweka hii semicolon, itasaidia sana na itakuwa inafanya kazi bila shida yoyote hususan katika hii eh, DBMS ya MySQL. Utakuja kuona baadaye namna gani ambavyo inaleta effect hii kuweka semicolon ama kuto kuweka, lakini kama ulivyoona hapa haizingatii kama hautoweka semicolon, japokuwa ni utaratibu mzuri ambao unatakiwa uweze kufuata. Kuna hizi kamandi amri muhimu za SQL ambazo ni muhimu sana tutakwenda kujifunza pia moja kwenda nyingine. Hapa nimekuwekea tu baadhi chache ya hizo ambazo unaweza kukutana nazo katika playlist hii katika video zijazo. Kuna hii command ya select ambayo inatumika kuweza kuvuta data kutoka kwenye database. Unahitaji kuvuta data fulani, unatumia hii select. Utaenda kuona kwa upana wake wakati ambao unafuata katika video zijazo. Insert kuweza kuweka data mpya, update kubadilisha data, delete kuweza kufuta data, create database, tumeona hii katika video zilizopita, tumeitumia hii create database. Create table kuweza kutengeneza database mpya, kuweza kutengeneza table katika database tunaweza kutumia Eh, kamandi hizi za SQL katika video zilizopita, natume umeshaangalia video zilizopita, so umekutana na hizi kamandi, tumeweza kuzitumia. Lakini alter table, drop table bado ya tujazitumia hizi. Drop table tunaweza kutumia, video iliyopita tunaweza kuona kitu ambacho inafanya kwa hiyo utakuja kujifunza nazo kiundani zaidi katika uh, video zinazofuata. So endelea kufuatilia youtube channel yangu, hakikisha una subscribe na kugonga alama kengele, ili kuweza kupata notification na po upload tu muendelezo hiki ambacho tunajifunza. So alter table inakwenda kubadilisha muundo wa table, drop table inakwenda kufuta table. Utakwenda kuona jinsi ambavyo zinafanya kazi eh, kwa kuweza kutengeneza table na kuona kabisa jinsi ya kuziandika na effect ambayo inapatikana wakati ambapo tuna run hizi kamandi za SQL. So leo katika video hii sina la ziada, nilihitaji tu kuweza kukufahamisha zaidi kuhusiana na hii SQL ni language aina gani na kipi haswa inafanya katika database yetu, katika data ambazo tunakuwa nazo katika database ambazo tunazitengeneza katika hizi RD, I mean DBMS uh, mfano MySQL. So sina ziada. Una maoni na maswali yote unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment ya video hii tukaweza kusaidiana huko. Usikose muendelezo hiki like, ambacho tunajifunza katika video inayofuata na tumai tutaingia katika miongoni mwa hizi a command hapa. Nadhani hii select. So tutakuja kujifunza select na tutaona jinsi inavyotumika, tutaona jinsi gani ambavyo inavuta hizo data kutoka katika database, katika table fulani tutakuja kuona hapa eh, katika video ambayo itafuata. Asante sana.